Mafuriko yamewaua zaidi ya watu kumi jijini Nairobi. Mafuriko hayo yamesababishwa na mvua kubwa inayoendelea kunyesha kote nchini humo. Vyombo vya habari nchini Kenya vimeripoti kwamba zaidi ya watu hamsini wameuawa kutokana na mafuriko tangu mvua nyingi zilipoanza kunyesha mwezi Machi. Manyumba zimeenda na maji, hadi watu hadi watu wanakufa. Hata sahii wametoa karibu watu wa sita. Serikali wakuje watusaidie hata chakula, kuna malazi zimeenda, watoto wameenda. Maelfu ya wakazi wamebaki bila makao baada ya nyumba zao kusombwa, kubomoka au kuathiriwa kwa njia tofauti tofauti na mafuriko. Juhudi za uokozi zinaendelea kutolewa kwa manusura ambao wamekwama. Wizara ya usalama wa taifa imeamuru huduma ya polisi ya taifa kusimamia operesheni za utafutaji na uokozi kwa ndege kwa ushirikiano na shirika la Msalaba Mwekundu. Shughuli za usafiri na uchukuzi zimetatizika pakubwa kwa sababu barabara nyingi hazipitiki.

Shirika la reli la Kenya lilitangaza kwamba linasitisha huduma zake kwa muda kwa sababu mafuriko yameathiri miundombinu zake. Mamlaka inayosimamia barabara pia imefunga angalau barabara nne jijini Nairobi, kulingana na maafisa nchini Kenya. Mto Athi ulioko kaunti ya Machakos na mto Nairobi katika kaunti ya Nairobi imevunja kingo zao na hivyo maji kutapakaa hadi mijini. Ujenzi usiofuata kanuni na utaratibu mwafaka mijini pia umelaumiwa kuchangia maafa ya mafuriko. Inadaiwa kuwa baadhi ya wawekezaji wamejenga nyumba kwenye mikondo ya maji utayari. Utayari wa mamlaka husika kuchukua hatua zinazohitajika mapema ili kuepusha maafa kama hayo, kama vile kuzibua mitaro, mito na miundo mbinu ya maji pia imetajwa kwa masuala yanayopaswa kushughulikiwa ili kuzuia athari kubwa katika siku za usoni. Katika kanda nzima ya Afrika Mashariki mvua kubwa inaendelea kunyesha na kusababisha maafa. Nchini Burundi, karibu watu lakimoja wameachwa bila makazi. Nchini Tanzania, takriban watu 58 wameripotiwa kufa huku maelfu wakiachwa bila makazi.